Inastahili bila kutishiwa na mtu yeyote, na sisi lazima tutatimiza, eh, matakwa yetu katika ambayo imeandikwa katika uh, katiba ya Kenya, katika sheria ya Kenya ambayo inatuongoza sisi kama wanabunge wa kaunti, ni lazima tutafanya kazi yetu na hatutakubali mtu yeyote uh, kutisha. Pia kitu kingine, ningeomba ningeomba pia wale wenzetu ambao wanatumika, kwa sababu jana wakati magari ilifika, wale watu walishuka kwenye magari ilikuwa ni wanabunge wetu wawili ndio walitumika kwa identify kwa identify ndugu yetu Abdurrahman. Mimi ningeomba msitumike kujaribu kutupiga sisi kwa sababu hata zile vitu tunafanya, tunafanya ni kwa sababu ya wananchi, hatufanyi kwa sababu kwa sababu ya mimi, sifanyi kwa sababu ya watu wa Ngaramara. Pia watu wa Garbatula wanafaidika watu, watu, watu wa Kina pia wanafaidika kwa hivyo tungeomba tu ya kwamba msitumike kujaribu kutupiga sisi kwa sababu sisi pia tunatetea maslahi yenu, enda ikawa mambo ya mabadiliko itakuwa itakuja itawasaidia nyinyi pia, sio sisi peke yetu. Kwa hivyo tuzirudiane tu, tu, na pia ningeomba sheria, tungeomba pia serikali ichukue mkondo wake, tungeomba uchunguzi ianze kwa haraka, ijulikane ile kitu ambaye inaendelea kwa Isiolo kwa sasa, na hata kwa isi, Isiolo peke yake kama sisi tunavuta mpaka mpaka uh, uh, Baringo tunavuta mpaka Nakuru mpaka tumefuata mpaka Nairobi mpaka tumevuta tumeingia mpaka Machakos. Hii ni maisha gani? Hii ni Kenya gani tunaishi? Kwa hivyo tungeomba serikali ichukue hatua kwa haraka, hawa watu ambao walikuwa wanatufuata jana washukwe. Tujue ni hayo ilikuwa ni gani. Sisi tumeweza kurekodi statement, polisi walikuja hapa na tumeweza kurekodi statement. Vile jana tuliona ile occurrence yetu ilikuwa jana, sisi tumeweza kuandikisha na tume, tumeambia Kenya kwamba tumeambia watu ya kwamba maisha yetu iko hatarini. Hata siku ile tutakuja bunge, mjue ya kwamba hatuwezi tukategemea hata polisi kwa njia nyingine, kwa sababu tumeona ya kwamba pengine hata polisi wanaweza kuwa compromised. Kwa sababu wale watu jana walikuwa wanatutisha hapa ni polisi. Kwani polisi ile sisi tunatumia na ile mtu anatumia? Kwani si wa Kenya? Kwani kuna polisi wanatoka Uganda ama wanatoka mwa kingine? Kwa hivyo tungeomba serikali pia wawe neutral, wajue kwamba sisi pia tuna tunafanya haki yetu, tunafanya kazi ambayo ni yetu. Kwa situkwe, pengine eh, nia ya kuona kana kwamba sisi tuko na nia mbaya na gavana. Hatuna nia mbaya, sisi tunafanya kazi yetu kama vile imeandikwa katika katiba ya Kenya.